Si kam muharramatul ihram? Ni vipi? Ni ngapi vinavyoharamishwa baada ya ihram? Ni vitu vingapi a ni haramu kuvifanya, baada tayari umesha kuwa muhrimu, umeshakuwa wewe, umeshakuwa mtu wa haji. Vitu gani ambavyo ni haramu kufanya, hupaswi kufanya? Anasema jin asharatu, vitu kumi. Ukiwa haji huruhusiwi kufanya, ni haramu alawal Jambo la kwanza ambalo hupaswi kufanya ukiwa haji, lubsul mahiti ah, ni kuvaa nguo iliyoshonwa. Lubsu almahiti ni kuvaa kilichoshonwa, kitu chochote kilichoshonwa uruhusii kuvaa mwanaume Sio mwanange, mwanaume. Kanzu ruhusiwi, suruali ruhusiwi, chupi ruhusiwi, s kofia ruhusiwi, eh. Lubsu almahit, kuvaa kitu kilicho shonwa sasa utasema na ile nani ihram nayo si imeshonwa? Kushonwa kunachokusudiwa yani iliyoungwa, sisi tunaelewa eh, kule unavaa tu kama Masai eh, piga shuka yako moja chini, shuka yako moja juu, mchezo umekwisha eh, mchezo mchezo umekwisha. Kwa hiyo jambo la kwanza haramu ni kuvaa kitu chochote kilichoshoni, shati hakuna kuvaa, singirendi hakuna kuvaa. E, we shuka ya chini na shuka ya juu, mambo yamekwisha. Athani taghtiyatur rasi lirajuli, mwanaume kufunika kichwa uruhusiwi kuvaa kofia wala kiremba, uruhusiwi kuvaa kofia wala kiremba. Taktiatu rasi lirajuli, kufunika kichwa kwa mwanamume. Walwajhi walwajhi lilmarati, na mwanamke kufunika uso, hairuhusiwi. Sawa. Mwanaume kufunika kichwa hairuhusiwi, na mwanamke kufunika uso hairuhusiwi. Yaani, mwanamke akienda haji havai niqabu, uso wake uwe wazi. wa yasani taktiyatu rrasi lirajul, hairuhusiwi, ni haram kufunika kichwa kwa mwanamume. walwajhi lilmar'ah na mwanamke kufunika uso ni haramu. Athalithu, kitu cha tatu ambacho ni haramu kufanya mtu ambaye kisha yuko haji, tamshitu shaari, ni kuchana nywele eh. wewe nywele kabla ya mikati pale chana nywele, kuweka mafuta, chana ndevu. Ukishavuka tu hapo ukaingia kwenye ibada za haji, basi e, nywele zako zinatakiwa ziwe timtimu timtimu eh, au damu au kuzitia mafuta hairuhusiwi, kuchana nywele au dahnuhu au kuzutia mafuta. Tukisema nywele ni pamoja na ndevu, sawa jamani. arabhu jambo la nne, ambalo ni haramu kufanya kwa mtu ambaye kisha ingia kwenye ibada ya haji, halku shari, ni kunyoa nywele. Nywele yoyote unayojua ya kichwa ya kidevu, ya mashavu, yoyote nywele usii kunywelea, hautaki kunyoa nywele aina yoyote, ii ni haramu. Asadisu muharamu wa sita, watano alhamisu ya tano, kasularfa kukata kucha, airusiwi kukata kucha hairuhusiwi, sawa. Kwa hiyo kuchana nywele, kuzitia mafuta, kukata nywele, kukata kucha, haya hayaruhusiwi. Assadisu, jambo la nne la sita ambayo ni haramu kufanya Hatatwayubu, kujitia manukato. Uruhusi, uruhusi kujitia manukato pamoja, hey, na zogo la watu lote lile na jua na kali, lakini manukato uruhusi, uruhusi kufanya kujitia manukato. Asadisu, hatatwayubu, kujitia manukato aina yoyote hairuhusi. Asabiu, ya saba, katlu saidi, kuwinda. Mtu ambaye yuko haji haruhusiwi kuwinda mnyamapori, sio kuvua samaki uh -huh. Kuwinda mnyamapori hairuhusiwi, hairuhusiwi <coughs> eh, kabisa. Sasa mtu leo anaweza akajiuliza, huyo mnyama pori wenyewe unamwona wapi leo tu? Leo wanaokwenda wanakwenda na ndege, hakuna sehemu wanaopita porini. Lakini zamani masahaba walikuwa hawana ndege, wana, wanatembea kwa yeah, kwa wanyama. Mtu kapanda farasi au kapanda ngamia au kapanda punda, ndo anakwenda hivyo sawa mpaka afike Maka. Na ndio maana sheria imesema ashhuru lhaji miezi ya hija, lakini kuna kwenda kuhiji ni ndani ya mwezi mmoja tu, lakini ashhuru lhaji ni kuanzia Shawali, Zulkada na Zulhija yenyewe. Kwa nini imeanzia Shawali? kwa sababu watu kutoka miji yao mpaka kufika kule Maka, maanake mtu lazima atoke mapema. Asipotoka mapema akifika kule ibada ya haji isha isha. Kwa hiyo mtu anaweza akatoka huku Shawali, anatoka huku kwake baada ya Ramadhani tu, mtu aliyemuia hija anaanza safari, anaondoka, inategemea na umbali wa kule unakokwenda. Sasa humu njiani, mnapopita mnakutana na wanyama kina swala wama mbali mbali wanyama mbalimbali mnakutana nao, na wakati mwingine wewe chakula chako kinakaribia kisha kila ukipiga okay hesabu, unaona chakula hiki akinifikishi. Akina swala wako hapo njiani, unapishana nao sawa, na mnajua safari za zamani kama nilivyosema juzi watu wanatembea na mishale wanatembea na mikuki wanatembea na jambia wanatembea na panga, yaani watu wanatoka hapo kamili, sawa. Sasa ukishatoka huko na wewe ni muhrim, utakii kufanya nini? Kuwinda mnyana. Hey, liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaib. Mwenyezi Mungu anataka awajue wanaomuogopa kwa ghaibu. Mwenyezi Mungu anasema tanalu aidikum warimahukum. Wanyama wanakujieni mpaka miguuni, yani mibuni, yani, mm, yani wakati wa hazi ule Mwenyezi Mungu analeta wanyama mpaka ukifanya hivi Mwenyezi Mungu anasema swala ushamkamata. Anakuja mpaka hapa kabisa hapa. Eh, hey, wewe unapishana naye. Wewe uko juu ya farasi, yeye yuko hapa chini anakula majani na farasi wako. Eh, lakini haramu kumgusa si tumeelewa? Eh, katuluswaidi kuwinda haruhusiwi mtu. Sasa leo Arabuni ishakuwa jangwa, lakini Arabuni zamani unaona kama ilivyokuwa ili Afrika, wanyama walikuwepo, maji yalikuwepo, mito ilikuwepo na mtume salallahu alehi wasalam anasema, hakitosimama kiama mpaka Arabuni mito yake irudi na majani yake yarudi na wanyama wake warudi. Hakitosimama kiama mpaka mito, majani, wanyama warudi tena Arabuni kama ilivyokuwa mwanzo. Eh, Arabuni kulikuwa na wanyama wengi sana. Eh, ndio maana hata utaona viongozi wengi wa Kiarabu majina yao ni wakina wanyama tu, utasikia eh, eh, fadi eh, fadi mna chui, uh, yule siuo namwita taiga, yule anakindua sana na Waarabu. Simba peke yake ana majina mia tatu, maanake simba walikuwa wengi si yes, walikuwa wengi, lakini leo amna, Mwenyezi Mungu amekausha ile mito, amekausha majani kila. Kwa hiyo wanyama hawezi kukaa sehemu, ni jangwa, hawezi. Lakini leo mvua zinanyesha na majani yameanza kuota kidogo kidogo. E, anasema kito simama kiyama mpaka alamuni mito yake irudi na majani yaote na miti yote na wanyama warudi ktsim kwa hiyo wanyama walikuwepo, wa wali tunazungumza hapa vitu tunaona kama na nini. Na mtume aliwindiwa sana, masahaba waliokuwa njiani mle wanaona mtume anakuja, akaenda mtu mmoja kumwindia mnyama, kama mtume akija hapa akute mnyama nimemwindia. Hata ukiwindiwa uruhusiwe kula sio umewinda wewe, lakini mtu aliyewinda kwa ajili yako wewe uruhusiwe kula. Lakini aliyewinda kwa ajili yake yeye akakupa wewe, unaruhusiwa kula, sio? Tumeelewa? Yaani mtu anaenda anawinda, anasema mimi nataka nimkirimu fulani aji, anakwenda hidi abebe, iwe mboga njiani, hairuhusiwi, sio? Tumeelewa? Eh, katso athaminu jambo la nane ambalo ni haramu kufanya anikahu, sawa so, kuoa kuolewa, sawa so, na vitu vinavyoambatana na kuoa. Mtu akishakuwa ni muhrim, atakii kuoa wala hatakii kuozesha wala haolelei kwa niaba yake wala hatafuti mchumba wala haposwi. Si tumeelewa kwa hiyo eh? Sio, umekwenda haji, umeona chombo kimekupendeza, anasema bana, tumalize hukuhuku, hamna eh. Au uliacha huku kuna mchumba, unasema jamani, mi naenda haji Mniolee kabisa huko, hakuna haramu eh. Anikahu, kuoa, kuolewa sawa. Kuoa kwa niaba yako hakuna, kuolewa hakuna, madhali tayari ushaingia kwenye ibada ya haji. Atasu jambo la tisa ambalo ni haramu aljimaa, ni mtu mke na mume hawaruhusiwi kukuta, hata kama wameenda wote, hata kama wameenda mke na mume, madhali waisha fanya ihram. Hawa watu hata kule mkienda ana haya makundi Usifikiri eti utabaki na mke wako. Wanawake wana vyumba vyao, wanaume wana vyumba vyao, khalas. Mtakutana e, asubuhi, salamu aleiku aleikum salamu, mnakutana kwenye mipango tu na viongozi jamani. Sahizi tunaenda kuswali Maka, haya twendeni, naenda kina mama kundi lao, wakina baba kundi lao. Ehe, aljima aiusui ni haramu. Alashir, jambo la kumi ambalo ni haramu kufanya almubasharatu bishahwati. Ehe, almubashara ima ni kumkumbatia mkeo au kumshika bishahwa kwa matamanio hairuhusiwi. Kwa hiyo we ukitaka uyapone yote hayo. Salamu alaikum, alaikum salaam. Basi mmeamka salama. Tumeamka salama. Habari zimekuisha eh. Mpaka utahaluli tahaluli lkubra eh. Mpaka utahaluli tahaluli alkubra. Kwa hiyo haya ni mambo kumi ambayo ni haramu mtu kufanya akiwa akiwa haji, haruhusi kuyafanya. Kwa hiyo Sheikh ametumalizia hapo ibada ya haji na juzuu ya pili imeishia hapo.